Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Idadi ya watu wanaopofuka kutokana na magonjwa ya macho kaunti ya Busia inaongezeka. Haya ni kwa mujibu wa idara ya afya ya kaunti hiyo ambayo sasa inawataka wakaazi kuchukua tahadhari ya magonjwa ya macho. Miongoni mwa magonjwa sugu yanayosababisha upofu Busia ni pamoja na mtoto wa jicho Pressure ya macho, mapuza ya wagonjwa kuvaa miwani, mbali na matatizo yanayosababishwa na magonjwa yasiyoambukizwa. Wanataka kumpa nafasi. Wakazi sasa wamehimizwa kutembelea vituo vya afya angalau mara moja kwa mwaka ili kutathmini afya ya macho yao, walio katika sekta ya jua kali wakiwa na idadi ya juu. Kwa nini tuko na stakeholders engagement, takwimu zinaonyesha ya kwamba ile prevalence ya blindness Busia iko juu hata kuliko ya zile za global, global prevalence. So Busia iko na 4.77 na ya globally ni 0.4. Sasa so, unaona tuko na a lot of burden ya blindness na zile magonjwa ambazo zinaleta hii upofu. Ya kwanza ni cataract, ambao ni ugonjwa ambao unaathiri sana wale watu wazee, ingawa watoto wanaweza kuzaliwa nayo. Kadhalika, wenyeji wameonywa dhidi ya hulka ya kutumia dawa za kienyeji, mbali na kununua dawa za kutibu macho kiholela. Ndio sasa ile kitu ambayo inatuletea shida sana kwa jamii yetu, ni watu hawapendi kutafuta huduma za hospitali. Utakuta mtu anaumia, anaenda, anatumia dawa ya kienyeji, anakuja kama macho imeharibika, ama anaenda tu kwa chemist, ajaandikiwa dawa na, na daktari wa macho anatumia dawa ambayo ifai inaleta shida. Ni swala lililopelekea wakfu wa Fred Hollows kutoa ufadhili wa vifaa vya kisasa vya kupima macho, wahudumu wa afya nao wakitakiwa kutoa hamasa kwa jamii nyanjani. Tumeelewana kwamba tutafute mbinu mbinu, tumeweka mikakati kwamba tunaweza tumia uh, mdia wa uh, CHP wakitembelea hawa Uh, watu ambao wako chini yao waeleze ya kwamba uh, matibabu ya macho yako Tuko na vituo nane ki kaunti. Baadhi ya wenyeji ambao walikuwa na matatizo ya macho yaliyowasababishia upofu wa muda na kuweza kuona baada ya kupata matibabu ni mabalozi wa afya ya macho Busia. Hakika si kuwa ninajua kwamba mtu anaweza kuwa na macho yenye aioni na imefunguka tu. Mimi macho yangu ilikuwa ati imefunguka, lakini nikajipata kwamba macho haioni. Hakika niliambiwa kwamba ni glaucoma, ni ugonjwa ambao nilipata kusikia hiyo jina kwa wakati huo. Last year Desemba nikafanyiwa first operation na nikaona macho inaendelea vizuri. Hiyo ilikuwa jicho la kwanza, jicho la pili limefanyiwa mwezi wa nne, and as at now niko hapa kudhibitisha kwamba madaktari wamefanya kazi mzuri, macho yangu iko sawa. Na ninahimiza watu, mtu akiwa na shida ya macho asiende kwa dawa ya kienyeji. Jane Cherotich, runinga ya Citizen Busia.